Na Samia. Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi na lazima mvumilie tupingane. Kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu no, mimi ni kiongozi, hamwezi kumtreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo teni kwa Mwandikie kwa sababu mbe. Niambie. Why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana utakishinda. Tell me. No. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mpe arudi nayo bila ya. Kwa nini mzuie? Mimi nataka mwendao rudi bila ya. Bila ya makono. Wembe ampe rudi bila ya. Kwa nini? Shikakikaza. Shikakibidi. Wewe. Wewe umesababisha. Hapa ni Kenya bana. Muuliza Yesu. Nani wewe? Kwa nani wewe? ni nani? kwa nini unaleta watu passport? Passport wewe, mna hali na nani? unaleta mtu passport, unaleta kwa watu hapo, unasema watu wanapiga kelele. Yaachia ni mbele, sipe passport ya yaachia. Mama nitulie, tulieni, sipige kelele. Sasa kile sema wewe ni nani na mlicho hivi hapa. Naomba kwa kelele ile chini kama hatuna kitu cha kutosha. Inshallah choko mtoa watu sawa, choko sonda wewe bwana sonda. Mimi ni kiongozi, sina kosa. Kama kumpinga Samia ni makosa, mseme. Niambieni kwa nini mnachukua passport yangu? Full stop. Mimi naenda kuzika na nimewaambia naenda kuzika na rudi.